Uvimbe kwenye kizazi yani fibroids hutokana na kuwa na homoni ya estrogen inapopanda zaidi kuliko homoni ya progesterone. Homoni hii inaweza ikapanda na ikawa kubwa zaidi kwa sababu eidha kuwepo na msongo wa mawazo, ambapo unapelekea homoni ya cortisol kuwa kubwa zaidi na kusababisha homoni ya estrogen kuwa juu zaidi, au unaweza ukatokana na vyakula ambavyo wanawake wanakula, vyakula vyenye sumu, kemikali, mafuta mengi na sukari nyingi. Vyakula hivi vinapelekea uh, mrundikano wa sumu kwenye mfumo wa uzazi na kusababisha homoni ya estrogen kushindwa, yaani mwili kushindwa kudhibiti homoni ya estrogen, na matokeo yake homoni hii inakuwa juu na kusababisha uvimbe kwenye kizazi. Sasa uh, unachotakiwa kufanya, jambo la kwanza ili kutoa mwilini au kuepuka uvimbe kwenye kizazi ni kuhakikisha unapambana na sumu mwilini. Jambo la pili, hakikisha unapata tiba za kuweza kuondoa uvimbe kwenye kizazi. Tiba hizi zipo kutoka uko mwili lakini pia Ukifanya maamuzi ya kufanya operation kwenye kizazi ya kutoa uvimbe, hakikisha pia unatumia tiba za kuzuia uvimbe usijirudie, kwa sababu utakuwa bado kuna changamoto ya hormone zimevurugika. Kwa hiyo huo uvimbe utaweza kujirudia baadaye. Kwa hiyo cha kufanya, tunaendelea na Challenge yetu ya siku thelathini ya kutoa sumu mwilini ili kusafisha mfumo wa uzazi na kuimarisha homoni za estrogen, na leo tunaendelea kutumia C247 na ni siku ya kumi na mbili kwenye challenge yetu kati ya siku thelathini, ambapo tutaenda kutumia kidonge kimoja. Kwa hiyo kama una uvimbe kwenye kizazi hakikisha unawasiliana nasi ili kupata tiba za uvimbe kwenye kizazi. Kama utahitaji kuungana na challenge yetu nitafute kwa namba ya WhatsApp inayoonekana hapo chini ili tuweze kujua namna gani unaweza ukapata hizi tiba kwa ajili ya kutoa sumu mwilini na kusafisha mfumo wa uzazi na kuweka homoni zako sawa. Karibu sana. Soma caption kujua faida zake zaidi na comment neno niunge kujiunga na magrupu yetu ya uzazi bure.